E, amani ya ya Mungu idumu kwetu idumu na kwa wengine wote pia, ndio waalimu na wakufunzi mbalimbali mbali. Tunaendelea na swala zima la maandiko kwa kuweza kujua maandiko haya. Duniani yako mengi sana kupitiliza, lakini lazima tujue namna ya kuyatafsiri maandiko haya maandiko ambayo yalikuwa lugha ya kusemwa, kwa maana lugha ya kusomeka na kutamkika, yalikuwa ni maandiko hayo ambayo yametoka kwenye somo la awali. Hayo ndo maandiko yaliyotoka ulimwenguni kuja kuunganika na viumbe vya duniani kwa kufanya mambo yao, ndiyo yakatokea maandishi mbalimbali yaliyoongelewa kwenye kipindi chetu kilichopita. lakini nje na maandishi hayo, yako maandiko mengi sana kupitiliza ya makabila koo, na mambo mbalimbali mbali, ambayo na yenyewe yalikuwa yanaandikwa, isikokuwa tuyapatie uchanganuzi leo kwa kujua kwamba mwandika ndio maandiko yanayosomwa na kutasminika kwa kusomwa. Mwandika ndiyo yale yalookuwa special ya kisomwa kwenye hatua mbalimbali mbali, na kwa duniani hapa hayakuwa maandiko mengi yalookuja kutoka ulimwenguni kuungana na watu katika kuja kusomeshana kwa kunukulishana. lugha ya alama iliyotoka ulimwenguni ilikuwa ni Grugy. Lugha za alama zilizotoka ulimwenguni kuja duniani zote ziliitwa Grugy, kwa maana hazikuwa lugha za kutamkika zilikuwa ni lugha za bishara ya kwamba ukiona kama kichwa cha ndege kimechorwa sehemu fulani, alafu chini ya kile kichwa cha ndege kukawekwa madoa mawili ima matatu, unakuwa unaelezwa ni taswira inayohusiana na huyo huyo ndege, ila amefanya labda jambo moja mbili tatu, yaani inakuonyesha tukio ima inakuambia tukio na inakuwa sio lugha ya kusoma. Hatua za kilimwengu zilizokuja kialama namna hiyo ziliitwa Grugy, nazo zilikuja duniani na zikawa si lugha za kusoma kama kusoma zikawa ni zile atendesi ambazo ukichora mkono wa mtu pale kisha ukauongezea na vidoti fulani, basi bishara hiyo inakuwa inaelezea kitu fulani katika kuishi kwa watu. Kwa hiyo yakawa sio maandiko maalumu ya kusomeka yakawa ni maandishi ya bishara ya kutathmini mambo hayo ya kilimwengu, yakaitwa Grugy. Kwa maana ya Grugy walitumia alama hapa hapa duniani, waliotumia alama hapa hapa duniani, tofauti na viumbe vya ulimwenguni, ziko kabila nyingi sana. Goratu ya Ethiopia kulikuwa kuna maandishi yalikuwa pale machache, yalivyopotea yale maandishi ya uhalisia wa kusoma watu wa Ethiopia wakaunganisha yale maandishi yao na lugha ya alama, ikapatikana moja ya misemo ya kujisukuma kwa nyakati, lakini yale maandiko ya Ethiopia hayakuwa halisi kuwa ni lugha ya kusomwa, walokuja kufanya hatua ya Hubwily ije ionekane na yenyewe ni kisomo, ni baada ya wao kupoteza taratibu ya jadi. Kwa hiyo haya maandiko ya alama yakiwa yametoka ulimwenguni kuja duniani ndo yalikuwa yanaitwa Grugy, yaliyetumiwa hapa duniani na viumbe watu haya yakaitwa hubwili. Kwa hiyo yote ni matumizi yale yale ya lugha bubu ya alama, lakini ile lugha bubu isiyosemwa moja kwa moja kwa hapa duniani walofanya hayo maandiko ima alama hizo zikawa hubwili. Kwa hiyo hubwili ni nyingi sana kupita kiasi. Mwandika ilikuwa ni hatua moja ya maandiko ya Kibantu, hayo ndo yalibaki kuwa mwandika, na hayo ndo yalikuwa na maana halisi ya misemo ya utu duniani kote na tafsiri ya vyanzo vya kuishi kwa watu na maisha mazima alivyoyafanya Mungu. Tafsiri hiyo ilipatikana ndani ya mwandika na sio hubwili. Watu walipokosa mwandika duniani, watu walipokosa mwandika kwa maana yale maandishi ya kibantu walipoyakosa ndio watu wakaangukia kwenye hubwili za watu. Hata makabila ya kibembe wana hubwili tofauti zilitokea ndani yao, kidogo utaona inagusana na baadhi ya vitu vya maandiko ya kibantu, kwa maana yale ya maandishi ya kibantu, lakini utaona kuna vitu vingine wameandika kwa kusukuma nyakati zao wakiwa wanajihangaikia kwa ya kwao. Kwa hiyo Hubwily ikawa ni agenda ya alama, ambayo hizo alama zinakuwa tu zinatambulisha kitendo fulani. Alama hizi ni nyingi kupita maandiko ya aina yoyote duniani. Kongo yalikuwepo alama hizo za ubwili, Nigeria huko zilikuwepo maandiko hayo ya ubwili, Ghana na kungine vilikuwepo, lakini mnapasa kujua tofauti na yale maandiko ya jadi mnayoyaona pale mwanzo haya maandiko yote ambayo mmeona yatajitokeza, ima yalikuwepo tofauti na yale haya maandiko yote yalikuwa ni hubwili, hayakuwa lugha rasmi ya kujua ukweli wa utu. Hayo maandiko yote hayakuwa na mapana ya kujua jambo lolote kuhusu mtu wa kwanza na hapo ndo mtapambanua kujua kwamba vilikuwa ni vilugha vya alama ambavyo walivitumia kwa mida midogo ya kipindi chao, na ikawasaidia kwa kipindi hicho, kwa zama ambazo walikuwa tayari wamekwisha upoteza ukweli. Hubwili ikabaki inawasaidia kwa uchache kwenye dunia lakini ikawa haina mapana. Ndio maana ubwili haikuwa na mafundisho ya kutoka sehemu kwenda sehemu kirahisi. Sababu kubwa ilikuwa inabaki pengine kwenye maana ya ukoo, kabila fulani, ikabaki hapo. Lakini ukitafuta maana ya utu na tafsiri zake kwanza uanze kunisikiliza mimi himu ya kuishi kwa waja, ndo utajua mtu wa kwanza ni nani na maana yake halisi ilitoka kwenye elimu ile ya mwandika. Sasa haya mengine yote yalikuwa ni matumizi machache katika dunia, yalitokea na yalikuwa mengi kupita kiasi nikisema mengi, nasema mengi kweli kweli. Haya maandiko mbadala kwa sasa tunayaita maandiko bubu, ambayo yalikuwa yapo kwa ajili ya kutaaswirisha kitu fulani, lakini ikawa sio lugha ya kusemwa. Haya maandiko sasa kwa maana hii lugha ya alama, haya yako mengi kupita kawaida, lakini yote kwa ufupi hayakuaga lugha, vilikuaga ni vitendo vikitokea sehemu, ndo vilikuwa vinawekewa alama hizo, na hizo alama zikawa zinatafsiri hivyo vitendo. Na mtindo huo, ima mitindo hiyo, mtu wa kwanza aliacha, amewafundisha kwa uchache jinsi ya kujua mitindo na alama gani itokee na kitu gani kifanyike. Lugha za alama pia mtu wa kwanza akaziacha duniani, lakini hakuziacha ziwe mafundisho, kwa sababu zilikuwa ni hatua za matokeo. Mafundisho yake yote akayaacha kwenye Koshfoti ambayo ni Mwandika, humo ndo akaacha elimu pana inayojua ulimwengu, mbingu bredal onse na kuvuka mpaka kufika kwenye muujiza na kumjua Mungu. Elimu hiyo ilibaki kwenye mwandika, ndio maana hawa watu wote walioko duniani waulize habari ya Mungu, wana kigugumizi kikubwa na hawajui ukweli. Sababu kubwa, hawakuwahi kupita kwenye hatua hii lakini ndani ya hubwili za kwao wamepitia, kwa hiyo wanabaki kuwa na machache ya hapo kwao, lakini ukiwaomba mapana hawana. Kwa hiyo hilo linakwambia kwamba ilikuwa ni lugha bubu isiyotamkika, na ndio maana haikuvuka kwingi kwa watu duniani, ikaitwa hubwili na walioyafanya hayo duniani maandiko hayo ima, alama hizo zikawa hubwili. Alama zilizotoka ulimwenguni kuja duniani ndo zikaitwa grugi. Kwa hiyo, grugi na hubwili vilikuja navyo kuchanganyika vikawa pamoja, lakini vikawa si maandishi rasmi kwa watu kujua ukweli wao wa kuishi. Ni washukuru ndugu wana hoja majibu ya maandiko mbalimbali mnayoyaona duniani na alama mbalimbali yamekaa yako hivyo, na huo pia ndio ufasaha wake na usahihi wa mwanzo na mwisho. Asanteni.